Athari ya haiba ya mwanachama ama mwanasiasa aliyehama kutoka chama kimoja kwenda chama kingine zikoje? Hii ndio hoja ambayo inatuleta pamoja katika mizani ya wiki. Mimi ni Faraja Sendegea. Namaanisha haiba ama sifa ya ndani ama ya nje ya mwanasiasa ambaye amelazimika au ameamua kuhama kutoka chama kingine kwenda chama kipya. Sasa athari hizo ndani ya chama kipya zikoje? Hii ndio hoja ambayo inatuleta pamoja hapa studio, tukiwa tumemwalika uh, Faustin Sungura Huyu ni mkuu wa idara ya katiba, sheria na haki za binadamu kutoka chama cha NCCR Mageuzi. Aliwahi kushika nafasi ya kukaimu katibu mkuu wa chama hicho siku za nyuma kidogo. Karibu sana mzee. Sukuru, asante sana mwandishi. Lakini pia tumemwalika uh, Edward Kinabo. Edward Kinabo ni mwanachama wa chama cha Chauma, chama ambacho kimetrendi kwa sasa kikusanya idadi kubwa ya wanachama kutoka chama cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, zaidi ya wanachama wangapi mpaka sasa? Anaambiwa takribani elfu tano sasa. Elfu tano sasa. Mpaka kufikia jana, mpaka kufika jana ambao wamehama kutoka chadema. Ndio. Viongozi na wanachama. Viongozi na wanachama. Ndio. <laughs> <Haya. sighs> si jambo jipya wanachama kuhama chama kimoja kwenda chama kingine, lakini hili linachukua sura mpya kwa sababu Uh, wanachama na wanasiasa wenye wasifu na ushawishi mkubwa ndani ya chama kikuu cha upinzani kwenda katika chama kidogo kabisa ambacho hakijawahi kuwa na uwakilishi bungeni, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, hakijawahi hata halimashauri. Hata halimashauri waliwahi kupata diwani nasikia, alafu ikaishia yeah mahali fulani yeah. Sasa hii ndio hasa inayofikirisha watu kwamba uh, wana maslahi gani ndani ya chama hiki kidogo lakini haiba yao inaweza ikaathiri vipi uh, chama cha uh, ukombozi wa umma kwa maana ya Chauma. Hii ndio hoja yetu leo. Kinabo, wewe ni mwanachama wa Chauma, lakini miongoni mwa waliohama kutoka Chadema yeah, kwenda Chauma. Hebu yeah. mm -hmm. niambie hali ikoje Chauma sasa hivi? Hali ni shwari sana Chauma, Chauma kumechangamka, Chauma kumekucha chauma kumepamba moto, na unaweza kusema chauma ndio habari ya mjini. Chama kimeimarika, kimeimarika kwa kupokea wanachama na wanasiasa wengi waandamizi kutoka kwa chama cha Chadema. Kwa hiyo chama kinaendelea vizuri na kinajipanga haraka kwenda kwa wananchi, baada ya ya kongamano, baada ya hafla kubwa ya kupokea wanachama na viongozi wa andamizi iliyofanyika juzi katika ukumbi wa Ubungo Plaza hapa Dar es Salaam. mm -hmm. Wewe umepata nafasi yote, manake naona watu wengi wameingia pale wakapewa vyeo. Mimi nimeridhika mpaka sasa kuwa mwanachama wa Chauma, mwanachama wa kawaida. Ndio, ndio, tutakuita kadi muda si mrefu. Na ulikuwa kadi Chadema, eh? Mzee Sungura. Naam, uko mageuzi haushtuliwi na chauma sasa kuonekana kama kinaanza kuwa ndio chama kinachozungumzwa zaidi kuliko NCCR mageuzi iliyowahi kutikisa siku za nyuma wakati tunaanza siasa za vyama vingi. Kwanza kabisa ni vizuri ikaeleweka kwamba baba hawezi kutingishwa na kukua kwa mtoto wake, kwa sababu hii chauma tukasema ni mtoto wa NCCR mageuzi, kwasababu uanzishwaji kwa wa chauma Mzee Hashim Rungwe alijimega kutoka eh, ni alitoka Insera Mageuzi akaenda Chauma. Kwa hiyo sisi tunajivunia hilo kwamba tunakuwa na matawi mengi na ukisikia strength ya chama ni, ni hali ya namna hiyo mm-hmm. Maana watu wamezoea kusema si hawa ni mashushushu salama wa taifa, watu wa CCM, lakini unapokuwa na chama cha siasa kama NC Sera Mageuzi una wanachama cha Uma, una wanachama cha Dema, una wanachama CCM, una wanachama Kafu <laughs> Kwa hiyo wanakufaa nini, wako kwenye vyama vingine? <laughs> Watatufaa siku za mbeleni kwa nini? E, watatufaa kwa sababu tumekuwa na harakati za kuondoa CCM madarakani na mwaka 2015 mliona tumeunda kitu kinaitwa Ukawa, lakini hatukuweza kuiondoa CCM madarakani, lakini 2030 utakapoamua kuondoa CCM madarakani, NCCR Mageuzi tukiamua kuwarudisha watu wetu wote ndani ya NCCR mm -hmm. Mageuzi tutapata experience, tutakuwa tumepata exposure mbalimbali mbali. Kwa hiyo kwa enzi sera mageuzi tuko salama kabisa mm. Ndio umetaja <laughs> Ukawa. Nakuja kwako kwa, uh, Bwana Edward Kinabo. Wakati Ukawa inaanzishwa lengo ilikuwa ni katiba ya wananchi yeah, lakini gafra Ukawa ikachukua sura kama ya kisiasa zaidi kwa maana ya kutengeneza muungano ambao haukukizalisha kuwa kama chama, lakini tunaona jinsi ambavyo kuna nguvu ya pamoja uh, ya kutaka kuishinda CCM uh, yeah. Mabadiliko ya aina hii ambayo baadaye hayaonekani kuwa na mwendelezo yanawatia hofu wananchi kwamba maslahi yenu ni nini? Hata kama mmehama wengi kwenda uh, chauma, leo ya ni kweli ukawa ulikuwa ni umoja wa kupigania katiba bora wa Tanzania na baadaye, baada ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake kugomea katiba ya ya wananchi kutoka kwa ilio, ilio, kutoka katika maoni ya tume ya jaji wa Rioba, ukawa ulijibadilisha na kuwa ushirikiano wa vyama dhidi uh, ya CCM kuelekea kwenye uchaguzi. Tulipigania katiba bungeni ikashindikana ukawa ukachukua lengo la kujaribu kupambania dola ili tukiingia madarakani tuiweke hiyo katiba bora inayotakiwa na wananchi. Sasa jitihada zile hazikufanikiwa, na swali lako ni maslahi yetu ni nini. Niseme tu kwamba mabadiliko ni mchakato, na katika safari ya mabadiliko kuna vikwazo vya hapa na pale, kuna vikwazo vya ndani yetu na kuna vikwazo vya nje yetu, lakini maslahi yetu Uh, mathalani kwa sisi ambao tumetoka CHADEMA kuingia CHAUMMA. Maslahi yetu ni kuziishi ndoto za Watanzania. Kuhakikisha Watanzania wanapata chama imara na mbadala cha upinzani chenye uwezo kweli wa kuitoa CCM madarakani. Tumetoka CHADEMA kwa sababu ya tofauti za kifikra. Uh, wenzetu wanapigania mabadiliko ya msingi ya kikatiba na kisheria ili kupatikana tume huru ya uchaguzi, lakini wanaamini kususia ama kuzuia uchaguzi ni mkakati sahihi. Sisi hatuamini kwa, sisi tunadai katiba, vilevile tunadai mabadiliko hayo ya katiba, tunadai pia mabadiliko ya msingi ya sheria za uchaguzi ili chaguzi ziwe huru na za haki, lakini hatuamini hata kidogo kama kususia uchaguzi ni suluhisho na hatuamini hata kidogo kama kuzuia uchaguzi ni jambo sahihi. Kwa hiyo tumekuja Chauma mm. kwa maslahi ya kuhakikisha kwanza, hatuiruhusu CCM ipite bila kupingwa, lakini pili mm. jitihada za kushinikiza na kudai e, mabadiliko ya msingi ya kikatiba na kisheria zinaendelea pale pale katika jukwaa la Chauma. S, sina shida na, na sababu za ninyi kuhama kwa sababu yeah. mwenye sababu ni aliyehama mwenyewe ndio yeah. Shida yangu inakuja kwenye mnaaminika kwa kiwango gani? Ngoja nilipeleke tu swali hili kwa kwa uh, bwana Sungura, unadhani ukizungumza kwa niaba ya mwananchi wa kawaida inatosha kumwaminisha kwamba bado matumaini yapo, kwa watu ambao wamekuwa huku, wameshindwa kuelewana, wanakwenda huku na huenda, na maanake, tunaangalia haiba ya mwanasiasa aliyehama, athari zake ndani ya chama alichohamia. Kwasa kama wameshindwa kuelewana fikra, tunaamini vipi huku ndani ya chama fikra zitakubaliana? Zita kwanza, tungependa ku Watanzania waelewe jambo moja. Hili jambo la no reform, no election, limeeleweka vibaya. mm-hmm. limeeleweka vibaya au wanaolitekeleza wanalitekeleza vibaya? Limeeleweka vibaya na hata wanaolitekeleza wanalitekeleza vibaya. Chadema ilipotamka no reform no election ilikuwa inawaambia wanachama wake. mm -hmm. Sasa kwa bahati mbaya, imechukuliwa kwamba Chadema wanataka uchaguzi usifanyike. wao si ndio wameamplify hivyo. ndio ninachosema. mm -hmm. Kwa mfano anapotoa kauli waziri mkuu au rais, ana mandate ya kuwazungumzia Watanzania, lakini Chadema wanaposema no reform no election, wanawaambia watu wao wanachama wa Chadema. Kwa hiyo mipaka ya no reform no election kiusahihi inatakiwa ishie ndani ya Chadema. Sasa hawa waliotoka Chadema ni kwamba hawakubaliani na no reform no election, ndio maana sasa wamekuja kwenye vyama ambavyo havisemi no reform no election, na tarehe kumi na nne mwezi wa nne hivi vyama vilisaini kanuni za uchaguzi za maadili, za maadili. Kwa hiyo waliotoka kule Chadema kilichowatoa kule ni kuzuiwa kushiriki, kushiriki. Kushiriki uchaguzi na wao wanataka kushiriki uchaguzi, kwa hiyo wametoka ili washiriki uchaguzi. Sasa sasa kama nia ni ubunge au ni udiwani au ni uraisi, automatically wakiukosa watatafuta kwingine pa kwenda eh, wako safarini hapo. <laughs> Unakubaliana na hoja hiyo? Sikubaliani naye kwa sababu hatujatoka Chadema kwa sababu moja mm. na pengine haitakuwa haki tunaijadili Chadema wakati Chadema wenyewe hawapo sasa mm. Ah, tumeto, tumetoka Chadema. Ya, yes, tu, yako. Sawa, tumetoka Chadema, hiyo analosema la, la, la, la, la, la, la msimamo wa kutokushiriki uchaguzi hmm. Ni moja ya sababu. Ya sababu yes, hmm. Lakini, lakini zipo sababu nyingine zimeelezwa sana hmm. eh, kuna sababu ya uminywaji wa demokrasia ndani ya chama, ubaguzi, udikteta, mathalan tumetoa, mimi nilikuwa katibu wa G55 kundi ambalo lilitoa maoni ya kukishauri chama. Ushauri unaweza kukubaliwa au kukataliwa, lakini jambo baya ni kwamba watu walianza kufukuzwa kwa kosa la kukishauri chama. Sasa tuzungumzie huku uliko, maana umetahadharisha wewe mwenyewe kwamba, kwa hiyo nimejibu kwamba sikubaliani naye yeah, kwa sababu kilichotoa Chadema sio uchaguzi, ni zaidi ya uchaguzi. Basi tuende huku uliko hamia. Sikiliza, anazungumza kiongozi wa huko ulikotoka akisema kwamba Uh, akisema ah, miongoni mwa wale ambao wametoka yeah. Akiwa ndani ya Chauma sasa yeah. Anasema kauli mbiu ni tuta, tunaendelea tulikoishia yeah. Sasa najaribu kutafuta waliishia wali wapi na wanaendeleaje wakati Chauma mmekuta falsafa na sera zake uh, swala la ubwabwa, swala la kuhamisha ba, uh, kuunganisha bahari kwenda Dodoma na kufuta ama kufukuza maaskari yani, jeshi kama jeshi la polisi hivi libadilishwe kabisa. Ni miongoni mwa hoja ambazo alizikuwa alikuwa kizinadi mwenyekiti sasa najaribu kutafuta namna ambavyo hoja zenu za mlikoishia na mnakoendelea zinavyoweza ku, kuwa compatible zikaungana na, na, na, na hizi za chauma. Tulipoishia tukiwa Chadema, tuliishia katika uchaguzi wa ishirini na ishirini ambapo tulishiriki na tukapambana na CCM pamoja na mazingira hayo ya magumu tukashiriki uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo tulipoishia na tunapoendelea ni pale pale kwenye kupambana na CCM kwenye chaguzi, pamoja na mazingira kuwa magumu. Ajenda za kuwapigania Watanzania, tulikuwa na ajenda ya kupigania uhuru, demokrasia, eh, maendeleo na haki za watu mm -hmm. Kwa bahati nzuri sana ajenda zote hizo ndani ya chauma zipo na pengine watu wafahamu itikadi ya chauma ya itikadi ya demokrasia ya kijamii inalandana kwa zaidi ya asilimia 99 na itikadi ya CHADEMA ya mrengo wa kati kulia. Kwa hiyo hata tulipoamua kuhamia chauma tulifanya uchambuzi wa vyama vingi, tukaona ni chama kipi kinaendana na dhamira yetu, ni chama kipi kinaendana na ajenda yetu ya kuwapigania Watanzania, chama kipi kinaendana na ajenda yetu ya kupigania haki katika nchi hii ya kupigania demokrasia katika nchi hii, ya kupigania uhuru na maendeleo ya watu katika nchi hii, tukaona chama hicho ni cha umma. Chama kipi hakina migogoro, kina amani, kina hali ya kusikilizana, bila kujali ukubwa au udogo wake, tukaona chama hicho ni cha umma. No, no, no. kwa hiyo baada, <laughs> baada ya kuingia tumeona kabisa chama hiki kimetupa jukwaa la kuendelea pale tulipo. Miliko ishia, ishia. <laughs> Na amesema Mzee Sungura hapa kwamba yeye anajivunia e, NCCR kuwa kuwa baba wa vyama mbalimbali e, sisi tunashukuru, lakini dhumuni kuu la chama cha siasa ni kushika dola mm. Sasa kama NCCR wao wanaridhika wanasiasa kupita kwao wa na kuondoka, hilo ni la kwao mm. Lakini sisi kama chauma tume tunajiunda kuwa vuguvugu la ukombozi la kuwakomboa Tanzania, hilo ndio jambo la msingi. <laughs> Sungura, ulikuwa unataka kusema nini? Maana niliona A, una... ni, ni, nilisikia jambo moja kwamba wamefanya tathmini ya vyama vyote mm. Sasa unapokuwa na vyama sasa, hawa ni walivyokuwa Chadema wamefanya tathmini kwa vyama vyote maana mm. kumi mm. na nane ikiwemo CCM ssi, e, mm. la mageuzi e, wakasema wakaona vyama ambavyo hakuna mgogoro ni chauma, ni chauma. Mm. Sasa unaposema chama ambacho hakina mgogoro ni chauma. Sasa ndio mnakwenda, tafsiri yake ni kwamba kesho chauma ikianza mgogoro mtatoka. Ndio maana akasema wako safarini, hao watatoka. Unahisi kwa nini wamechagua chauma? Sasa madaraka tu, madaraka kwa yeah. sababu haiwezekani yani, watu wanaotoka wangekuja NCCR, msingi wapokea, tunawapokea mm -hmm. tunawapokea, lakini mwenyekiti atabaki ni Haji Ambari Hamisi. Eh, makamu wa mwenyekiti wa st Tabaki Joseph Sarasini, katibu mkuu angebaki Avelin Munisi mm -hmm. na naibu katibu mkuu oh, vile vile. Kwa maana hiyo unachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema yani, unapokuwa na chama, kwa sababu tuna experience sisi mwaka tisini na tano tulikuwa na mwenyekiti wa chama Mabere Marando eh, Mrema alivyotoka CCM tena, sio alitoka, alifukuzwa kule serikalini Alikuja ni sera mageuzi, Marando akajiuzuru akateki hofu Mrema kwa akaleta sera zake, na mnaweza mkao na watu kudumu zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Baada ya uchaguzi mwaka 2015 kulizuka migogoro ni sera mageuzi kweli. Sasa vyama vilivyo koma, unapokuwa na wimbi watu wametoka kwenye migogoro, unawapokea wote, unawapa uongozi. Kwa hiyo tunatarajia kilichokuwa cha Chadema migogoro, mitafaruku, kutofautiana, ndio vitakavyohamia cha umma. mm -hmm. Ndio matarajio yetu. Ma, ma, ma, hofu, hayo ni matarajio yenu ama ni mashaka yenu? <laughs> mtafurahi maanguko <laughs> ya wenzenu. Sisi hatufurahi maanguko ya wenzetu, lakini tunatahadharisha kitakachotokea kwa sababu hata kabla ya uchaguzi wa Chadema tulitoa tahadhari, yametokea sasa. Tunatoa tahadhari na Chauma umesikia hiyo tahadhari kinabo, na wengine wanasema kwamba wamechagua Chauma kwa sababu Chauma ni chama kidogo, hakikuwa na umaarufu, kwa maana nafasi za uongozi kwa wakiingia kule ndani watachukua kirahisi nafasi za uongozi kuliko kwenda katika vyama ambavyo kama anavyosema vina watu kidogo ambao na wenyewe wana msuri msuri kidogo, e, wana ushawishi, ingekuwa vigumu kwenda kunyang'anyana nafasi. Ndio tafsiri si sahihi. Kwanza naomba niweke wazi kabisa, tulipoanza kujitoa ndani ya Chadema watu wakaona hawa hawana chama, lakini ukiwatazama bado ni wanasiasa, ni mashine za siasa tulikaribishwa karibu na vyama vyote na ninyi ni mashahidi Yeah. NCCR nafikiri mkurugenzi wao wa katiba hana taarifa. Tulikaribishwa na viongozi wao wakuu kwamba tuhamie NCCR, tulikaribishwa na vyama vyote. Tukatoa kauli mapema kabisa hatutajiunga CCM kwa sababu sisi hatuamini hata kidogo katika CCM, tunaamini katika mageuzi. Kwa hivi vyama vingine tukasema tuta tutavitathmini tutazungumza, na baada ya kuchakata tukaona chama sahihi ni Chauma na kigezo namba moja ni itikadi na sera. Mmekiona Chauma baada ya mgogoro wa Chadema ama, mliwahi kukiona katika vyama vyote, mliwahi kuona hiki ndicho kinafaa? Uh, Chauma ni chama kipo kinajulikana mm. lakini tulikuwa Chadema, mtu mmoja huwezi kuwa katika vyama viwili mm. Sasa baada ya kutoka Chadema unaangalia hapa kipi ni chama ambacho kinaweza kuwa ni jukwaa sahihi la kuendeleza ndoto na ajenda ya kuwapigania Watanzania tukaona ni Chauma. Sasa nije katika swali lako kwamba tumechagua Chauma kwa sababu ni chama kidogo. Kisheria na kiusajiri hakuna chama kidogo, vyama vyote ni sawa kisheria na kiusajiri. E, hakuna jicho la kisiasa e, nazokuja huko. Mm. Nataka nifute hiyo dhana ya chama kidogo. Mm-hmm. E, NCCR walikuwa wanaitwa chama kidogo, lakini alivyoingia Mrema kikagundulika kwamba hakikuwa kidogo, kwa kidogo, kumbe ni kikubwa Sawa sawa Chaumma kimekuwa kinaitwa chama kidogo, leo ndo ndio habari ya mjini. Kwa hiyo hakuna chama kidogo. Mheshimiwa Hashim Rungwe wakili msomi ni, ni, ni, ni mwanasiasa mashuhuri kabisa na anatamba ana, na kuvuma kwa sera yake ya lishe bora kwa wote, sera ambayo inaenda kwa kibwagizo cha ubwabwa kwa wote. Amekuwa mgombea rais, amefanya siasa vizuri. Ni chama ambacho kinafahamika, ni chama ambacho kina itikadi nzuri, kina sera nzuri, kina misingi mizuri. Kwa hiyo kilichotuleta Chauma sio madaraka, ni kuamini katika sera na itikadi za chama chenyewe, ni kuamini katika uongozi na umadhubuti wa chama chenyewe kwamba tumetoka ch Chadema tutakuja kuleta migogoro cha Umma. Sisi hatukuwa waasisi wa migogoro Chadema, na kwa mantiki hiyo hatuwezi kuwa waasisi wa migogoro cha umma wa hmm. yeah. <laughs> Mzee Sungura, wewe unaweza ukawa na uzoefu pia katika masuala haya. Ndiyo. matarajio makubwa ya wanasiasa wanapohama kama hivi tunavyozungumza leo na hasa wanasiasa maarufu, yeye mwenyewe amewaita mashine za kisiasa, ndio wanakwenda pia na matarajio makubwa ya mafanikio ndani ya chama husika, tena mafanikio ya haraka, kwa sababu hatuna muda. Unaona e, gap ni dogo sana kuelekea uchaguzi. Unaona shinikizo kubwa ndani ya, ya chauma linaweza kujitokeza kutokana na hayo matarajio makubwa yaliyoingia ghafla, sio? Shinikizo linaweza likajitokeza, limeshajitokeza ameongea vizuri, wamekaribishwa na vyama vyote. Ni kweli, ensera mageuzi tuliwakaribisha, lakini masharti yao tumeshindwa. Walikuwa na masharti gani? Wanataka uongozi, taka uongozi sasa. Lakini mwenyewe amesema sio, sio uongozi. Of course kwa kusema uh-huh, unaweza ukasema sawa, lakini kwa mtu aliyokuwa labda alikuwa ni katibu, naibu katibu mkuu naibu katibu mkuu Bara, naibu katibu mkuu Zanzibar, si wanani wabawacha, mnaingia kwenye chama kingine wote. Eh, wote wamekuwa viongozi, hiyo sio jambo la kuficha. mm -hmm. yeah. Sasa matarajio tunayo yatarajia ni, mi, mi, mi, mitafaruku, mitafaruku. Kwa sababu sio kweli kwamba no reform, no election, imeanza wakati, no, wakati wa Lisu, no ilianza hata wakati wa Mboya ameandaa mkakati wa no reform walipitisha wote pamoja Sawa. Sasa kuna kitu kingine, wala sio wakati wa Mboya reforms, hata kwenye ara nne za Rais Samia imo. Reform kwao si jambo geni, na rejea na hmm, e, ya mwenyekiti Tundu Lissu alikuwa anasema hmm, e, no reform, no election ilipitishwa na vikao kabla hajawa mwenyekiti, ambao wote walikuwepo wakaunga mkono. Sasa shida imekuwa kwenye tafsiri, sasa inapokuja sasa kiongozi wa no reform no election aliyeanzisha ya sasa amepigwa pembeni, e, na, na baadhi ya watu. Kwa hiyo sasa linageuzwa sasa, no reform sasa tu, tuingie kwenye uchaguzi, lakini kama mboa angekuwepo, ingeendelea kwa vile vile no reform no election. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kutarajia bado, tunasisitiza hawa watu ni wasafiri. Sawa, muda wetu si rafiki, na swali moja la mwisho ambalo naomba walau dakika moja moja kila mmoja achangie. sao, sao, sao. Lengo la chama ni kushika dola yeah. Hauna imani na chama kinachotawala kama ulivyosema, kwa sababu lengo lako ni kushika dola, huwezi yeah. kuwa na chama na imani na chama, na yeah. na chama kinachotawala kama wewe ndio unayetaka kutawala yeah, sio yeah? Lakini kinachokuja kutokea uh, ni kwamba ili ushike dola lazima uaminike yeah, na hao wanaokupa dhamana ya kushika dola. Lakini kinachotokea sasa ni migawanyiko miongoni mwa vyama ambavyo vinatamani kilicho kinachotawala kitoke. Hii migawanyiko ndani ya vyama vyenu vya siasa vya upinzani ambavyo kwa ufupi ni kwamba vinadhoofisha hiyo nguvu ya upinzani, inawapa matumaini gani wananchi kuamini kwamba mnaweza kushika dola? Maneno machache, asante. Kinachofanya chama kiaminike na Watanzania sio jina la chama ni ajenda inayobebwa na hicho chama ama na wanasiasa wake. Kwa hiyo sisi tulioingia Chauma e, tuliaminika kupitia Chadema tutaaminika pia kupitia Chauma, kwa sababu ajenda na dhamira tunayoibeba ni ile ile. Sasa wenzetu wako nje ya uchaguzi, kwa mfano kama hawako nje ya uchaguzi, maana yake hawatokwenda kuna disera zao kwa Watanzania, kidole kimoja kivunji chao, ninyi ni wengi, lakini nazungumzia ni ile nguvu Ndiyo. ya upinzani ambayo mm. pengine ingewaaminisha mm. zaidi mm. wananchi kuliko huku kugawanyika gawanyika na kushindwa kuelewana mm. chauma tunaamini katika ushirikiano wa vyama. Nafikiri tuna tusichanganye habari, kuna watu wametoka chama kimoja kwenda kingine mm. lakini kumbuka hivi vyama bado vipo, sawa? Kwa hiyo chauma tunajiimarisha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu iwapo kutatokea chama kinahitaji kushirikiana na Chauma tayari, tuko tayari, Mzee. Lakini, Sungura, kwa maneno machache, okay. <laughs> Yani, shotiri, hii hamahama ya watu kutoka chama kimoja kwenda kingine inaathiri kwa kiasi kikubwa upinzani. Ukaona hmm. Kafu walivyokatika pale wakaenda hisitiwazarendo kwahiyo Kafu ipo hisitiwazarendo bado ipo Sahivi kulikuwa kuna Chadema, inasemekana chama chenye nguvu, kimekatika katikati, wamebaki wengine, wengine wamekwenda Chauma. Kwa hiyo hmm, kwa kiasi kikubwa inaathiri upinzani. Nakushukuru yes, yes. <laughs> nakushukuru sana uh, Faustin Sungura, mkuu um, wa idara ya katiba, sheria na haki za binadamu kutoka NCCR Mageuzi. Nakushukuru sana kwa maoni na mawazo yako. Asante sana Edward Kinabo, uh, mwanachama kutoka Chauma, mgeni kutoka Chadema. <laughs> Ni kushukuruni sana kwa kushiriki nasi katika mizani ya wiki leo. Tumejaribu kuangalia athari za haiba ya mwanasiasa anapohamia katika chama kingine cha siasa. Mimi ni Faraja Sendegea na hii imekuwa ni Mizani ya Wiki. Asante kwa kuwa nasi.